Kiwanye Hashim kindemileaimwagaanafasi imejaa kaban Hasani Ali Mei akiwatanguliza Fountain Gate namna hii. Vijana Fountain Gate walianza kupiga mpira mrefu na Ahmad Ramadhani, hiyo hapo akautuliza kwenye tizama akapita nayo ile Hashim Kindemile akamwaga maji ndani ile ikatandikwa tu ile, ile. Akaenda kamalizia mwenyewe Hassan Ally mei, hiyo hapo, what a finish. Akaenda kamalizia ilikuwa inakataa ile. Haya, wanaondoka tena kwa uzuri, tafuta kule Kindamba, Hemedi Kindamba imetua kwa uzuri kabisa kule Kindamba. Kindamba akakutana naye Kindamba, bado nafasi nyingine, katanimalizia kule, ndio moja moja moja moja. Henry Mwakatundu anawambia, nusu fainali hajawai kuwa rahisi namna hii, fakari namna hii. Fountain Gate wakiduwazwa, tazama mpira ulichezwa, akawekewa kule Hemedi Kindamba, ukagongwa kichwa, lakini kende kamalizia kule, Henry Mwakatundu, hiyo hapo alikwenda kucheza Richard Msukwa ile Kidamba karejesha tena mzigoni mpira ule, hiyo hapo, haina kipengele Henry Mwakatundu akilevo scoreboard yako, naingizwa ndani, isimama imara, lakini apigwa chini, kulibatiza penati. Penati kapteni Jeffrey Karoso, hiyo hapo alitandika shuti ile. Hiyo hapo tizama kwa uzuri kwelikweli. Hiyo hapo alikwenda kujaribu kuondoa mpira ule, Abdalla Juma i katandikwa shuti ah. Anton Mwamlima uso wake kuitafsiri mambo mengi kwelikweli, utenge, ngoja tuone Haya, Arafat Masudi, moja mbili tatu. Arafat Masudi aakabadi, yes, kule pili. Arafat Masudi anataka kufuwa mbwambi ah. Gate kizama, shughuli lianzia hapo, alikwenda kuunawa Yusuf Manyinyi penati. Alifuata mlina mlango Jack Blonje. Lakini ilikuwa na spidi ya hali ya juu, Arafat Masoud akiandikisha bao lake la nne katika michuano hii, hiyo hapo. <tune>